Kazi yetu sisi ni kukuletea habari, matukio na simulizi pale tu zinapotokea. Tafadhali bonyeza maneno mekundu subscribe ili usipitwe na taarifa zetu. Mseto Media together everywhere. Aliyekuwa mke wa Haji Manara Zailisa naye afunga ndoa ya aina yake. Mambo vipi, mabibi na mabwana? Unatazama na kusikiliza Mseto Media. Mimi nimesimama kukuletea habari hii. Naitwa Teresia Alfred, kazi yangu ni kukuletea taarifa na update za yote yanayotokea kuhusu siasa, jamii, michezo, lakini pia burudani. Sasa ili usionapitwa na taarifa zetu, hakikisha ume subscribe. Subscribe sasa na kubonyeza maneno mekundu subscribe, kisha itakuja kengele, bonyeza pia. Wiki kadhaa hapo nyuma tuliona ndoa ya Haji Manara na aliyekuwa mke wake Zailisa kuvunjika rasmi, huku wawili hao wakiweka wazi kuwa wameshindwana na kuamua kupeana talaka. Baada ya hilo kutokea, siku chache mbele tulimuona Haji Manara kijiposti akiwa na mwanadada mwingine, huku akiuliza, je, asimamishe nchi tena kwa ndoa ya aina yake au afanye kimya kimya? kwani yeye anaogopa uzinzi na kuliko hivyo ni bora aoe, asitende dhambi. Ambapo hilo la Manara liliishia hapo na mpaka sasa hatujaona lililoendelea. Sasa kwa upande wa pili wa mwanadada za Elisa, ni kama na yeye amelipiza kisasi, au hapa ndo pale tunasema meno kwa meno? Mwanadada za Elisa na yeye ameposti video zikimwonyesha kama akifunga ndoa hivi video ambazo zimeibua sintofahamu nyingi na maswali mengi mtandaoni ambapo Zailisa ameandika ni kimnukuu, "Marrying your best friend is the start of your forever fairytale. I love you babe." kisha akamtagi Christopher Kazi. alimaanisha kuolewa na rafiki yako wa karibu ni mwanzo wa hadithi yako ya milele ya kimapenzi na kupenda mpenzi. Maneno hayo yamezidi kuleta msisimko na maswali mengi je, ni kweli Zailisa ameolewa? Video na picha hizi zimekuwa gumzo mitandaoni, huku wengine wakimtakia kila la heri katika ndoa yake mpya, lakini wengine wakisema isiwe ni drama na paniki za baada ya ndoa ya zamani kuvunjika na yeye akataka ikamata mitandao. Kwa lolote, niachie komenti yako hapa chini. Je, ni sawa Zailisa kuolewa haraka haraka namna hii baada ya ndoa tu ya majuzi kuvunjika? Na kama ni kweli au alikuwa na mahusiano na huyu mtu ya kimya kimya? Na kama ni drama, una lipi la kuwashauri wasanii wetu? Hii ni Mseto Media na mimi ni Teresa Alfred, weka komenti yako hapa chini. Sikudanganye mtu, siri ya biashara ni matangazo. Ungejisikiaje kama biashara yako ingetangazwa hapa na sisi, na maelfu ya watazamaji wetu wakaifahamu na kukusapoti? Hujachelewa bado, tupigie kwa namba unazoziona hapo juu, ama tuandikie email msetomediatz@gmail.com. Tukutangazie biashara yako kwa matokeo chanya. Noma noma noma noma noma.